Kumekuwa kukiripotiwa taarifa huenda Henoki Inonga akawa mchezaji wa Yanga kwa msimu ujao, mchezaji wa Farabati ambaye pia aliwahi kuwa mchezaji wa Simba mpaka kwenda Farabati. Sasa kilichobaki mtachagua wenyewe mkikutana nao aanze nani, aliyekuwa beki wa Simba beki kisiki, beki wa kimataifa DRC Congo, Henok Inonga atarudi nchini Tanzania mwishoni mwa msimu huu na kujiunga na Yanga kwa mkataba wa miaka miwili. Inonga, ambaye kwa sasa anacheza Farabati ya Moroko na ni mchezaji wa timu ya taifa DRC Congo, anaripotiwa kuwa kwenye mazungumzo mazuri na uongozi wa Yanga. Iwapo dili litakamilika, basi Henok Inonga atarejea tena nchini Tanzania, Safari hii atavaa uzi wa kijani na njano. Taarifa ya kwake ya Henoki Inonga kuja Yanga imekuwa ikisambaa katika mitandao ya kijamii, lakini utakumbuka wakati Henoki Inonga anakaribia kuondoka Simba zilikuwepo na tetesi nyingi kwamba anauza mechi. Henoki Inonga mara nyingi huwa anajivunja kwa mujibu wa mashabiki wa Simba kama wanakutana na Yanga, mashabiki wengi wamekuwa wakimtupia lawama kwamba anawachomesha mpaka akaondoka. Hivyo Henoki Inonga sasa hivi anaripotiwa kurudi nchini Tanzania na safari hii hatavaa uzi mweupe na mwekundu, safari hii ni kijani na njano na ni Yanga.